Watamimhu bilkhairi ya fatahu ya alimu wabika nastainu ammabadu. Baada baad ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia ziada za rahma mtume wetu Muhammad sal llahu alaihi wasallam, wazazi tuliofika eneo hili, walezi, tunatambua uwepo wenu na tunaheshimu kufika kwenu, kwa sababu shughuli bila ya wazazi itakuwa imeingia doa watoto zetu katika yale ambayo kwamba walikuwa yoku amba wanayaeleza mengi na yote ni mazuri na yatakayokuja nayo ni mazuri. Hivyo basi kwa nafasi niliyopewa ya dakika mbili, ili tumkaribishe mwalimu wetu shekhe wetu shekhe Haruna bin Khof, rahmatullahi alaihi. Mwenyezi Mungu ampe umri mrefu shekhe wetu huyu. Mimi nitaelezea husnul khuluq ijapo kwa uchache. Nini tabia njema? Nini maana ya tabia njema? Tabia njema maana yake ni kitu ambacho chenye kukubalika katika jamii, hii ndiyo tabia njema maana yake kinyume cha tabia njema kitakuwa ni mmong'onyoko wa maadili. Sasa maadili ni tabia njema na tabia njema ndiyo maadili. Kwa hiyo katika aina za maadili zipo takribani kumi, mimi nitaelezea tatu kwa dakika zangu mbili. Aina ya mwanzo ya maadili, wanazuoni wanaeleza wanasema, al akhlaqu ashakhsiyati, maadili ya kibinafsi. Ni yapi maadili ya kibinafsi? maadili ya kibinafsi maana yake kuwa muadilifu. kuwa muadilifu. Maana ya pili ya maadili ya kibinafsi kuwa mkweli asidq. Na maana ya tatu ya maadili ya kibinafsi kuwa na subra. Kama sisi tuliofika hapa takribani saa tatu mpaka muda huu bado tupo hapa, maana yake tumeingia katika aina ya maadili ya kibinafsi ili uweze kuwa katika aina hii ya mwanzo ni hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliposema, innama buithtu liutamima makarima al akhlaqi, hakika si vinginevyo, ni hivi tu nimetumwa mimi ili kuja kukamilisha tabia njema, maadili yaliyo mazuri. Kwa maana mtume alikuwa ni walimu katika kufundisha nini maana ya maadili. Hii ndiyo aina ya kwanza ya maadili, al akhlaqu shakhsiyya. Aina ya pili ya maadili, al akhlaqu al ijtimaiyati, maadili ya kijamii. Maadili ya kijamii ni yapi? Ni kushirikiana kwa maana Ustadhi Ali angeamua tu awe yeye ndiye msimamizi wa shughuli hii, awe yeye ndo amechukua nafasi ya ndugu yangu pale bwana Kabuma, yeye akawa ampiga picha akawa yeye ndo anatangaza MC, shughuli isingekuwa shughuli. Haya ndiyo maadili ya kijamii. Na angeamua tu asingepeleka barua msikitini pale kwa viongozi angesimamia yeye viti vyote, angekaa peke yake, kwa sababu amejua maadili ni nini. Akaingia katika aina ya pili hii ya maadili, al akhlaqu ijtimaiyati, na ndiyo mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, anasema almu'minu ya'lafu wa yu'lafu, muumini wa kweli ni ule ambaye anazoeleka na anakubali jamii kumzoea, huyu ndiye mwanajamii. Ukisoma vitabu vya historia, sallallahu alayhi wasallam siku moja katika kupanga safu masahaba zake, akamgusa sahaba kwa kutumia fimbo, akamgusa katika tumbo lake. Baada ya kumgusa sahaba yule, alimwambia sallallahu alayhi wasallam Mtume, umeniumiza na mimi natamani nifanye kama ulivyonifanyia. Sallallahu alayhi wasallam, yeye alichokifanya alifungua sehemu ya tumbo kuwa wazi, ili sahaba na yeye ampige na ile fimbo kama alivyofanya. Lakini kwa sababu mtume alikuwa mwanajamii, yule sahaba alichokiona yeye agusanishe ngozi yake na ngozi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hivi ndivyo jamii inavyotakiwa kuwa. Ndio maana Mtume akasema almu'minu ya'lafu ya wa yu'lafu. La khaira fi man la ya'lafu ya wala la yu'lafu. Muumini wa kweli ni yule ambaye anazoeleka kwenye jamii na yeye jamii inamzoea. Hana khairi mtu ambaye ataki kuzoeleka nataki jamii kumzoea. Tumwombe Mwenyezi Mungu atujalie tuingie, tuwe miongoni mwa wanajamii. Mwisho kabisa, katika aina za maadili, alakhlaqu alusriyati, maadili ya kifamilia. Wote sisi hapa tumekuja kwa ajili ya Mtume Muhammad kisha tukaja kum ndugu yetu kaka yetu Ustadh Ali sasa maadili haya ya mwisho familia, tuwatunze watoto zetu kutokana na hali za michafuko ambazo kwamba kuna watu wameamua kutaka kuzifanya. Kila mzazi ana jukumu la kumshika mtoto wake na kumfundisha na ndo maana wazee wa zamani wakimuona mtu ana tabia njema huwa wanasema mtoto huyu alifunzwa. Sisi watu wa leo uporadhi urudi nyumbani kwa kuchelewa, lengo ili tu ukamfumanie mkeo. Yani lengo lako ni hilo tu, unachelewa nyumbani makusudi ili ukum, ukamfumanie mkeo, au mwanamke anachelewa nyumbani makusudi ili akamfumanie mumewe bado hautakuwa, hautakuwa kwenye malezi ili yawe malezi na maadili ya familia. Baba ana jukumu la ku, kuendesha familia yake, na mama ana jukumu la kuendesha familia yake. Si kazi kutoa lawama, ostadhi ya fundishi wewe mwenyewe nyumbani una tabia ya kufundisha? Maana sasa hivi akina mama wana waalimu mpaka kufuru. Walimu wengine ujui walimu wa nini? Anakwambia anaenda kwa mwalimu. Mwalimu gani huyo? Mwalimu ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakuna mwalimu mwingine. Sasa wazazi, upande wa akina mama na upande wa akina baba, tusianze kuwatupia lawama wale ambao kwamba tunawaachia watoto zetu. Baba una jukumu la kumsimamia mama na mama una jukumu la kumsimamia baba. Ukitengeneza jamii nzuri utapata maadili yaliyo mazuri. Haya ndiyo ambayo niliyokusudia tuweze kuambizana na kukumbushana. Kwa hiyo, wazazi, tujitahidi tumshike mwalimu wetu, na sisi wenyewe tuwe na umoja wa kuweza kusaidia madrasa hii kumwezesha mwalimu huyu, ili jamii imtambue na sisi wenyewe tutambue basi tunatakiwa tuishike familia moja ambayo watu wa tauhidi wanasema kwa kumalizia maneno yangu bil akhlaqi yubenal umamu wa bil fasadi yuhdamu kwa kupitia bau istihana iliyoanza hapa bil akhlaqi kwa, kutu, kwa kupitia tabia njema yubenal umamu au yubenal umama wa bil fasadi tuhdamu. Kwa kupitia tabia nzuri malezi yaliyo mazuri tutaweza kutengeneza jamii iliyo nzuri, lakini kwa kuhari, kwa kuharibu tabia nzuri, mwisho wa siku tutaangamiza kizazi chetu. Tumuombe Mwenyezi Mungu atukubalie mambo yetu, tuombe Mwenyezi Mungu awasamehe wazazi wetu, tuombe Mwenyezi Mungu awasamehe masheke zetu, Mwenyezi Mungu atujalie tuwe miongoni mwa watu wenye kuifata haki na tumwombe Mwenyezi Mungu atuepushe tuwe miongoni wenye kuikimbia batil.